Ni saa nne kamili, saa za Afrika ya Mashariki. Popote ulipo, mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu kwa habari zetu awamu ya saa nne japo kimutasari. Jina langu ni Collins Imito Wakulima wa kahawa kaunti ndogo ya Cheptais na ubunge la mlima Elgon kaunti ya Bungoma wameshauriwa kupeleka mazao yao katika vyama vya ushirika vinavyopatikana eneo hilo. Hali ya huduma ya matibabu inatarajiwa kuimarika katika eneo la Webuye na viunga vyake katika wadi ya Maraka kwenye eneo bunge la Webuye mashariki baada ya serikali ya kaunti kwa ushirikiano na mwakilishi wa wadi hiyo Ali Machani Mutoka kuanzisha zahanati katika soko la Katoliki mjini Webuye ili kupunguza msongamano katika hospitali ya rufaa ya Webuye. <mulia> Wananchi hii leo wanatarajiwa kuzizuru mbuga za hifadhi za wanyama pori humu nchini bila kulipa ada yoyote ikiwa ni maadhimisho ya siku ya utalii duniani. Kulingana na shirika la huduma za wanyama pori KWS, wananchi wataruhusiwa katika mbuga hizo kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni. Hata hivyo KWS imesema kwamba mpango huo wa kuingia mbugani bila malipo utaendeshwa itaendeshwa katika mbuga ya kitaifa ya ziwa Nakuru. Hali hii inaarifiwa kuchangiwa na kisa cha kutoweka kwa mvuvi wa jina Brian Odhiambo mwezi Januari mwaka huu, akiwa kwenye mbuga hiyo, kisa ambacho bado kinachunguzwa. Hata hivyo, wale ambao waliokuwa wamelipia awali kupitia mfumo wa e-citizen kuizuri mbuga hiyo wataruhusiwa kupitia kupitia lango la Lerit kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni. Wananchi watakaoruhusiwa kuzuru mbuga za wanyama leo hii wametakiwa kuzingatia sheria zilizowekwa. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS Ijumaa jioni ilipokea mwili wa koplo Kennedy Mtuku Nzuve aliyefariki alipokuwa akihudumu nchini Haiti mapema mwezi huu. Mabaki ya afisa huyo yaliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, ambapo yalipokelewa na polisi wakiongozwa na kamanda wa chuo cha kitaifa cha polisi cha Embakasi Isaac Kalima. Koplo Nzuve alipoteza maisha katika ajali ya barabarani mnamo Septemba mosi mwaka 2025 alipokuwa akihudumu nchini alipokuwa akihudumu chini ya misheni ya kitaifa ya usaidizi wa usalama nchini Haiti. Katika taarifa, huduma ya kitaifa ya polisi iliwasilisha salamu zake za rambirambi kwa familia, marafiki na wafanyikazi wenzake aliyefariki na kuhakikishia msaada usiyoyumba katika kipindi hiki cha huzuni kubwa. Mwili wa marehemu ulihamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo kwa, kwa ajili ya kuhifadhiwa huku mpango wa, wa mazishi ukiendelea. Wito umetolewa kwa Wakenya kujitokeza na kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa zamani Daktari Fred Matiangi kwenye azma ya kuwania urais ifikapo mwaka 2027. Ni wito wa mgombeaji wa kiti cha ubunge na ubunge la Mugirango Magharibi Rogers Motori. Motori akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya Damaris Mooni eneo la Tente wadi ya Township katika kaunti ya Nyamira alihoji kuwa Matiangi ametosha kuwa rais kufuatia rekodi ya kazi yake alipokuwa waziri wa elimu na vilevile vile waziri wa masuala ya ndani ya nchi. Hata sisi tuko na ndugu yetu ambao anataka kuwa kiongozi ya nchi, na huyo mtoto wetu anaitwa Fred Okeno Matiang'i. Na kitu tunaambia wako hapa tuendelee kuombea vichana letu mahali yako, Mungu amsaidie na yeye akuwe president ya hii nchi, kwani sisi tuko na mlagazi, eh, wakati alikuwa Minister of Education Interior, alifanya kazi mzuri sana na tunaamini mtu yenye atatatua shida ambayo tuko nayo katika hii nchi ni Fred, Okeno Matiang'i. Ni taarifa ya habari tuliandaliwa na mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Nyamira, Victoria Masai. Unasikiliza Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha habari zetu awamu ya saa nne japo kimuhtasari. Awamu ya saa tano tarejea na muhtasari zaidi. Mimi ni Collins Imito, huo ndio mwisho wa muhtasari wa habari za Busia Boda FM.